Na kwanza kipekee kabisa tunashukuru mno kwa malezi ya baba Kanuti Shirima aliyotupatia sisi. Mimi nilikuja hapa kujiunga na seminari, nilikuwa na miaka kumi na nne shiriki katika chama cha cha wito Singida na Kigoma kwa miaka saba, ndio nikaja kujiunga hapa kama mwana seminari na mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa Baba Kanuti. Na tumejifunza mengi sana kwa Baba Kanuti. Moja ya mambo ambayo wiki mbili za kwanza alinipa tabu sana seminari ni kuona tunakaa kwenye kanisa hili tunamaliza kusali hatutoi sadaka, yes. <laughs> na tarehe niko nishinda nikaenda kumuona usini nikamwambia nataka kutiba sadaka kwa nini, akitoe sadaka. Akaniambia kwa sababu nyinyi na sisi ndio tumejitoa kwa sadaka, sisi wenyewe ndio sadaka. Kwa wakati natoka seminari, moja ya mjambo aliliuma ni, ni kutokuwa kuto sadaka tena. Kama kuna kitu tulijifunza kwa fadhila, nidhamu na uwajibikaji. Amna mtu yeyote aliyesoma seminari kipindi chetu ambaye anaweza akasema hajanufaika na mafunzo kuhusu nidhamu na uwajibikaji. Na, na, na ndio maana shule yetu hii imetoa mwalimu so, wa vyuo vikuu, imetoa mabalozi, imetoa wanasiasa, nafikiri yupo hapa. Kila aina ya watu muhimu wametoka kwenye shule, ni kwa sababu ya malezi ya baba yetu Kanuti Shirima. Na Mheshimiwa Rais akaniambia, kwa hayo uliyoyasema, basi waambie Uru Seminari na wachangia milioni 50 ili wacheke, kwa hiyo chochote wakitengeneze pale.